Naam mtazamaji, karibu sana katika kipindi maalum. Karibu tuambatane pamoja hadi pale itakapofika tamati. Ni dakika 30 ambazo tutapata kufahamu kwa kina kwa kile maalum ambacho tunakibeba kwa siku husika, na kama ambavyo nilikujuza juma lililopita, ya kwamba siku hii ya leo Uh, bado utaendelea kuwa na uh, team Pasada uh, kuzungumza nao maswala a kadha wa kadha kuelekea siku yao maalum kabisa uh, siku ya Pasada, Pasada Day. Pasada Day wao wanaiita hivyo. Pasada Day ni siku ambayo hufanyika uh, kila mwaka E, pale tu inapokuwa ikifika ile juma ya pili ya majilio, basi kunakuwa na siku maalum kabisa, siku hii ikiwa inaangazia hasa kukusanya chochote kitu, kukusanya sadaka kwa ajili ya kuwezesha utume ambao unafanywa na Pasada. Karibu tuambatane pamoja. Mimi ni Annette Nyoni, na siku hii ya leo hapa katika kipindi hiki maalum niko na Dr. Ana Mjule ambaye yeye ni daktari msimamizi huyu wa kituo cha upendano hapa Pasada, lakini pamoja naye niko na Mary eh, Bahane, yeye huyu ni muuguzi na mtaalamu wa tiba shufaa. Tutapata kufahamu pengine, tukizungumzia tiba shufaa tunazungumzia nini hivyo. Karibu tuambatane pamoja. Jamani, habari za majukumu? Nafurahi kuwa pamoja nanyi tena. Nzuri. Nzuri. siku hii ya leo kwa sababu natarajia ninyi ndo mniambie mimi karibu, kwa sababu nipo kwenu, lakini <laughs> mi nawakaribisha kwenye kipindi. Asante, asante kwenu, licha ya kuwa nipo kwenu lakini, karibuni sana katika kipindi hiki maalum tukizungumzia tukianza pengine kwa kujenga tuseme msingi ama tukukumbusha tu kidogo kwa mtazamaji mpya, kwa sababu tunaamini ya kwamba kila ambapo tunakwenda hewani, basi tuna mtu mmoja eh, huyu ni mpya ama hata wawili, ama hata hivi, lakini tunazungumza na mtazamaji mmoja ambaye anatutazama mm. Tukianza kujenga msingi kwa yule ambaye tu, haraka anatutazama haraka haraka, tukizungumzie japo kwa ufupi pengine, Pasada hasa ni ni nini? Ni, ni, ni. Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Pasada ni shirika la la lisilo la kiserikali inafanya kazi chini ya jimbo kuu la Dar es Salaam na Pasada linafanya kazi za kuhudumia watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huduma hizi Pasada imezitoa kwa takribani zaidi ya miaka 30. Ya, kwa hiyo Pasada inafanya kazi hizo kwa mikoa mitatu Dar es Salaam, Pwani pamoja na Mbeya. Mdia. na Pasada ina vituo 25 vinavyotoa huduma hizo ikiwa ni Dar es Salaam, Pwani lakini pia Mbeya kuna vituo vingine. mm -hmm. Hivi vituo ishirini na tano viko kati ya Dar es Salaam na, na, na Pwani. Ikiwa Dar es Salaam kuna vituo kumi na tisa na Pwani kuna vituo sita mm -hmm. na vituo vyote hivi vinatoa huduma za matibabu ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi upimaji, lakini pia kutoa dawa za kuzuia kupunguza makali ya virusi vya ukimwi mm -hmm. yeah hiyo kwa, kwa lugha eh, ya kigeni wanasema hizo ndo huduma ki ambazo eh, ninyi na Pasada nazitoa, lakini naamini ya kwamba pengine kuna huduma nyingine ambazo mnatoa licha ya hizo ambazo mmezizungumza hapa, daktari. Ndio, ndio mm -hmm. Ah, kuna huduma nyingi zinazotolewa na, na hivi vituo vya Pasada, ikiwapo ni mojawapo ni hiyo ya kutoa dawa za kuzuia mm -hmm. dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi mm -hmm. lakini pia Pasada inatoa huduma za maabara vipimo tofauti tofauti vinatolewa vya, vya magonjwa ya binadamu yeah, lakini pia kuna huduma za matibabu ya magonjwa nyemelezi mm. lakini pia huduma za matibabu ya magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu, kansa mm. Aa, pia Pasada inatoa huduma za uchunguzi wa matibabu ya matibabu uchunguzi wa na matibabu ya kifua kikuu tunafanya uchunguzi wa matibabu mm. Manam, uchunguzi wa, wa kifua kikuu, lakini pia wale wote wanaogundulika kwamba wana kifua wa kikuu tunawapatia matibabu mm. Na Pasada pia ina huduma rafiki kwa watoto katika huduma zetu sisi, tunahudumia tuna rika zote, watu wazima, wazee, vijana, lakini pia watoto mm. Na huduma hizi za watoto tunazitoa kwa urafiki, kama tunavyojua watoto wanahitaji kidogo mm huduma -hmm. za tofauti kwa hiyo watoto wetu sisi tunawapa huduma kwa siku tofauti kabisa. Ndiyo. na siku ambazo hawaendi shule ah. kwa huduma za watoto tunatoa Jumamosi mm -hmm. tukitarajia kwamba watoto wengi hawaendi shule, kwa hiyo tutawapata. Kwa hiyo wanakuja pale, tunawapa huduma ya ushauri, tunawaeleza kuhusiana na unywaji mzuri wa dawa. Ndiyo. lakini wale pia ambaye hawajui hali zao za afya Ndiyo. tunaenda kwa hatua hatua, ili waweze kutambua ni kwa nini wanakunywa zile dawa kwa sababu tunajua madawa zile mm -hmm. wanatakiwa wanywe kwa maisha yao yote, lakini pia tuna huduma ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto mm -hmm. wale wamama wote wajawazito wanaohudhuria kwenye kliniki zetu wanahakikisha kwamba wote wanapimwa kuangalia kama wana maambukizi mm -hmm. ya virusi vya mm -hmm. ukimwi. Kwa wale wanaokutwa wana maambukizi ya virusi vya ukimwi tunawaunganisha kwenye matibabu ya kuzuia maambukizi mm -hmm. kwa watoto ambao wanatarajiwa kuzaliwa Yeah. Lakini na, pia na, na kliniki hizo pia zinatolewa hapa hapa pia Pasada, pia kuna huduma eh, kuna hizo za kliniki kwa wale ambao yes, kwa, kwa wajawazito. Yeah. Okay. Kwa wale wajawazito pia wanapewa huduma mm -hmm. humo kwenye vituo vyetu mm -hmm. kwa sababu kwenye vituo vyetu kuna huduma hizi za tiba na matunzo lakini pia tuna huduma zile za vituo vya vya RCH mm huduma -hmm. ya baba na mtoto mm -hmm wenye wajawazito. Mm. Kwa kule tunahakikisha kwamba wale wamama wajawazito wote wanaokwenda kliniki wanahakikisha wanapimwa virusi vya ukimwi. Mm. Okay. Haya, mtazamaji, uh, hizo ni huduma ambazo zinapatikana Pasada. Nilitamani ni tu uh, tuweze kufahamu, kwa sababu tulizungumzia sana kujikita katika eneo hilo la maambukizi uh, ya virusi vya ukimwi. Sasa usije tu ukapata picha hiyo kwamba Pasada ni, ni, ni hiyo tu peke yake, lakini kumbe nilitamani ni tufahamu na huduma nyingine ambazo zinapatikana hapa hapa Pasada. Uh, juma nililopita kati ya kipindi hiki kimaalum Uh, tulizungumza eh, kwa habari ya hatua ya kwanza kwa mtu ambaye anakuja kwenu hapa Pasada, anakuja kupatiwa uh, matibabu. Pengine anaanza una, una, na ile hatua labda unasihi, anapatiwa nasihi na napimwa ili kufahamu hali yake uh, tu, tuanzie pale ambapo pengine mtu huyu tayari amekwisha kupimwa labda na amepengine amebainika kuwa na e, changamoto katika afya yake. Hatua gani sasa inafuata katika kuhakikisha kwamba mtu huyu e, anaishi ana, ana, ana, ana vizuri na anakuwa na tumaini na maisha yake yani, a, a, atoke hapa kwenu akiwa na matumaini ya kuendelea kuishi asione kwamba ni mwisho wa maisha yake. Okay, asante sana mteja um, wetu baada ya kutoka kwa mshauri Nde. na anagundulika kwamba ana maambukizi, kwanza washauri wetu wako vizuri, yani wana, wanatoa elimu ambayo inaanza kumjenga Nde. kwamba leo wewe umegundulika una maambukizi ya virusi vya UKIMWI, kwa hiyo unatakiwa uishi vipi Nde. kwa hiyo anapotoka kwa mshauri anakuwa tayari amejengwa kwamba anatakiwa aishi vipi akiwa na maambukizi Nde. baada ya hapo, anaunganishwa kwenye huduma za tiba na matunzo kwa anapofika huku sisi tunamuunganisha kwenye huduma, tunaendelea kumpa ushauri mm, kuhusiana na unywaji mzuri wa dawa. Tunamweleza dawa zinafanya kazi, zinafanyaje kazi mm, lakini pia umuhimu wa kunywa dawa kwa wakati mm, na madhara ya kutokunywa dawa. Kwa hiyo tunapoendelea naye ule ushauri hapati siku moja mm, ni kila anapokuja kwenye kliniki yake, tunaendelea kumpa ushauri, tunaendelea kumpa ushauri, lakini pia tukiendelea kumuuliza changamoto anazopitia labda kuna magonjwa yoyote mengine ameyaona baada ya kuanza kutumia dawa au kuna changamoto yoyote yani, ule utofauti wowote ambao anaweza kuwa ameugundua labda baada ya kuanza dawa, anatakiwa atuambie ili tuone tunamsaidiaje. Okay, hizo ni hatua ambazo mnazipitia mna sasa, bado tutarudi ta, tuweze kufahamu e, mengi kwa kina katika utumiaji wa dawa huko mm -hmm, kama kuna changamoto za aina yoyote. Nikigeuka kwako uh, Mary e, Bahani, muuguzi na na mtaalamu wa tiba e, shufaa, pengine sasa tunapozungumzia tiba shufaa tuna, tunamaanisha nini? Asante ndugu mtangazaji. Tunaposema ni huduma ya tiba shufaa Sio huduma ya kigeni yeah. Ni huduma ambayo ni sehemu ya huduma ambayo tunaitoa katika maeneo mbalimbali ya huduma zetu, lakini ni special kwa sababu huyo mgonjwa anagundulika leo na virusi vya ukimwi au anagundulika leo na kansa, safari yake ya maisha inakuwa ni ngumu sana, na inafika wakati hata kufanya kazi zake za kawaida hawezi kufanya. Kwa hiyo tunasema tiba, tiba tiba shufaa ni tiba ambayo inatolewa kwa mgonjwa ambaye ana magonjwa yasiyotibika, magonjwa kusendeka tangu anapogundulika akiwa leo amegundulika na ana kansa mfano, au ana HIV anapogundulika leo, tunaanza kutembea naye kwenye safari yake ya maisha, leo alipogundulika, wakati wa matibabu, na hata baada ya Mungu akiamua kumchukua, kwa sababu anabakiza familia nyuma. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho pia anapita cha mpito, yeye katika ugonjwa wake, yeye pia watoto wake au familia yake au wazazi wake, inategemea sasa hapo nani anaumwa. Kwa hiyo tiba shufaa inamfikia mgonjwa popote alipo akiwa hospitalini kwetu hapa na hata akiwa nyumbani. Kwa maana hiyo, huduma shufaa inatolewa kwa mgonjwa pamoja na familia yake. Mm -hmm. tukizingatia katika nyanja kuu nne. Mm -hmm. Kisaikolojia, kimatibabu, ki kiroho roho hata kijamii. Mm -hmm. ya kwa hiyo tuna ni mwendelezo wa huduma ambayo anapata kwenye ile huduma ya ufuasi mzuri wa dawa, lakini kwa sababu kunapata magonjwa mengine nyemelezi anaweza akatokea, ambayo akamfanya akashindwa kwenda hospitali akashindwa kwenda kufanya majukumu yake mengine, akalala nyumbani kwao, huduma ya tiba shufaa inamfikia hata pale nyumbani alipolala. Yeah. Mm -hmm. Nataka kuona hapo namna ambavyo mna, mna, mna, mna link na huku eh? maana tu daktari kazungumza huku namna ambavyo sasa, namna gani pengine mna link sasabili, mje mtembee na huyu mgonjwa katika hizo tuba, tiba tibatiba shufaa uh, kwakikisha kwamba mnatembea mna naye na asione gap lolote katika maisha yake hayo ya ya, ya, ya mgonjwa. Asante, mm -hmm. ndugu mtangazaji kwa sababu sisi tunafanya kazi kwenye nyumba moja. Ndiyo tunasema under one roof. mm -hmm. kwa huduma zote zinapatikana ndani ya Pasada mm -hmm. kwenye vile vituo vyetu vyote ishirini mm -hmm. na tano alivyovieleza. Kwa hiyo katika kila vile vituo kuna wataalamu pia ambao wamesomea tiba shufaa, na mgonjwa anapopatikana kwenye chumba hiki cha daktari ambaye amekuja kwa ajili ya kufata ufuasi wa dawa leo mm -hmm anagundulika na magonjwa mengine ambayo inamfanya afike hatua ya kuhudumiwa nyumbani. Mm. Basi yule daktari anatuunganisha naye na, na sisi tunaweza kumfikia hata akiwa nyumbani au hata kiwa pale kwenye kituoni alivyofika. Mm. Unaweza ukaitwa sasa kwenda kumhudumia, kumpa yale mengine ambayo anatakiwa kwa mfano kisaikolojia. Mm. Kimatibabu, kiushauri, wa masuala ya kiimani ki mm. kwa hiyo tunafanya mambo yote haya masuala ya ku, hata kama mgonjwa anaelekea maisha yake ya huko mwishoni. Mm. Anayachaje familia ana familia yake anaiachaje huyu mgonjwa? Asema huduma anatolewa hospitalini yeah. Kwenye jamii ambayo tunampelekea huduma nyumbani na kurudi, na pia tunatumia hospitali katika, of course, Tanzania, nyumba ya kutunzia wagonjwa. Kwa hapa kwa Tanzania sio nyumba nyingi za kutunzia wagonjwa, sema hospice hazipo mm -hmm. lakini pia inaweza katolewa katika hizo huduma mm -hmm. na huduma hii ni pana kwa hiyo tunajaribu kuwafundisha wanajamii pia wana, walezi wa watoto, walezi wa familia, walezi wa baba na mama ambao wanamuongoza yule mgonjwa, awezi kuelewa utaalamu wa tiba shufaa ili mgonjwa apatiwe huduma pale alipo mm -hmm. bila kumsumbua au bila kupata changamoto yoyote. Na kwa mfano hizi huduma zetu, hata kama kuna mgonjwa ambaye anatibiwa nje ya PASADA mm -hmm. kwa sababu jamii tunafanya nayo kazi, tunafanya kazi pia na hizi parokia. Kufanya kazi na hizo dispensary ambazo ziko ndani ya jimbo kule Dar es Salaam, kwa sababu wanafahamu PASADA iko katika maeneo yao mm -hmm. Akipatikana mgonjwa yoyote, wanaripoti kituo kilicho jirani, kama ni Tegeta mfano, kama ni Mbweni au kama ni Msimbazi, yule mhudumu aliyeko kwenye kituo kile pale anamuunganisha mgonjwa wetu na huduma ya tiba shofaa mm -hmm. yeah. Kwa hiyo kwa, masuala ya, ya, ya saikolojia, maana yake kuna wataalamu pia wa saikolojia atakutana nao wata Watamweka sawa sawa kabisa. Tuki, tukiangazia pengine katika upande wa, wa, wa, wa kiroho umezungumzia hapo pia e, namna ya kiroho namna gani pia sasa, mnafanya kazi pengine na, na mababa hawa e, pale inapotokea kuna mgonjwa ambaye mnaona huyu, e, changamoto yake kwanza aonane na, na mtumishi wa Mungu hapa, aonane labda na baba padre, na mnafanyaje hapo? Asante, ndugu mtangazaji. mm. Kwa sababu sisi tunatoa huduma kwa watu wote, raia wa Tanzania Ndiyo ila kuangalia huyu ni Mwislamu, huyu ni Mkristo. Kwa hiyo sisi hatu pale pale ki upande wa upande wa kiroho, mgonjwa anaamini anahudumu wapi? mm. anaamini wapi? inawezekana mgonjwa huyo alikuwa labda anaishi kwenye jamii, hajawahi kwenda kanisani, hajawahi kwenda msikitini, lakini leo anaumwa, anaanza kutafakari maisha yake, kwa nini ninaumwa? mm. Je, ni, ni, ni adhabu nimepewa kwa sababu ya matendo yangu mabovu au ni kwa sababu nilikuwa sihudumii kanisani au ni kwa sababu sijisoe kwa ajili ya kanisa, kwa anakuwa anapata msongo mrefu wa mawazo. Sema pia tunaangalia kwenye saikolojia kwa, kwenye saikolojia tutagundua kwamba huyu mgonjwa anasema mfano msongo wa mawazo mm -hmm. Na pia katika kuongea naye kwa, kwa sababu tunakaa naye muda mrefu na kukumbuka ameanza kule kwa msa, kwa mshauri mwanzoni kule alipoingia mm -hmm. Kwa kuna vitu ambavyo mshauri pia amevigundua, anapokuja kwa daktari pia ambaye kwa jeu fuasi wa dawa atakuwa amevigundua na anapokuja tena kwa jilifu, ajili ya huduma ya tiba shufa pia anakuambia, tunavigundua. Kwa hiyo tunaviunganisha vitu vyote, afu tunakaa naye mm. Tunaviweka kipaumbele tukufanyie nini sasa leo. Kwa hiyo tunafanya vitu kwa, kwa mpangilio mm -hmm. Lakini kwenye upande wa kiroho kama alikuwa aende kanisani, tutamuuliza alikuwa anaabudu wapi, kama anaabudu kanisa anaabudu Je, pale mtaani koke anakuishi nani ambaye anavuru kwenye kanisa lake hilo? mm -hmm. ili awezi kuunganishwa awezkushwa kwenye huduma yake ya kiroho, kwa sababu tunaandaa safari ya baadaye mm -hmm. hatujui ambayo ni lini mm -hmm. Lakini tunataka kila binadamu anapopita anapo, anapo, kwenye msongo wa mawazo, anatamani pia na roho yake iwe safi mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunaongea naye, tunaenda kuwaongea na wale majirani aliokuwa nao, aweze kumsaidia kama ni msikitini, aweze kwenda msikitini kama ni kanisa iweze kuenda msikiti, kama nahitaji labda huduma ya sakramenti basi yapatie huduma ya, ya sakramenti mm -hmm. Lakini tutaongea na familia, tutaongea na wanaomtunza, tutaongea pia na wale waliomzunguka ambao pia imani anayoabudu yeye mm -hmm. yeah anakuwa anasaidika katika eneo lote hili, licha ya kwamba pengine anatumia dawa, lakini hata katika maeneo hayo pia na yeye pia anasaidika. Sawa kabisa. Naam mtazamaji, uh, hizo ndio, hiyo ndio tiba shofaa. Pengine kama ulikuwa haufahamu, hiyo ndio tiba shofaa. Tumefahamu katika upande wa dawa, ufuasi mzuri wa dawa, pa daktari kazungumza. Lakini pia hata kuna maeneo mengine ambayo, yote haya ni kuhakikisha kwamba tunafanya huyu ambaye anapitia changamoto katika afya yake, basi aweze ya kuwa vizuri, pengine ya kiakili, eh, kiroho, eh, yani kila eneo yani kama, kama, kama mwanadamu vile alivyo yani, katika kila eneo la maisha yake basi aweze ya kuwa vizuri zaidi. Mara hii tunakwenda kupata mapumziko mafupi, mtazamaji. Punde tarajia nikumbushe ya kwamba kipindi hiki ni maalum kabisa kuelekea siku ya Pasada. Tarajia punde, mara baada ya mapumziko mafupi. Na mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko hayo mafupi. Nikukumbushe, unatazama kipindi maalum, na hiki ni maalum uh, zaidi kuelekea siku ya Pasada. Kwa hiyo umaalum wa kipindi hiki ni Pasada, tunachozungumzia hapa ni Pasada Day tu, ile kisha kwamba lile lengo uh, tarajiwa tuweze basi kulifikia, ili ya kwamba huduma ambazo zinatolewa na Pasada ziweze kugusa maisha ya watu mbalimbali. Daktari, uh, mjule awali hata tunazungumza kuna kaneno hivi ulikazungumza sm ulisema ufuasi e, ufuasi mzuri, mzuri wa dawa pengine tunapozungumzia tunapozungumzia ufuasi ufuasi mzuri mzuri wa wa dawa dawa hasa tunajaribu kusema nini? Uh, mm. Tunamaanisha kwamba huyu mteja anatumia dawa zake vizuri anatumia dawa zake vizuri. Kwa maana ipi? kama nilivyosema mwanzoni kwamba mteja huyu anapotoka kwa mshauri anakuwa ameshapewa mwongozo yani, ule msingi kwamba sasa unaenda kutumia dawa zako kwa maisha yako yote yaliyobaki. Na dawa hizi zinatumika zina, inabidi uchague muda, utaambiwa dozi na mambo mengine. Kwa hiyo mteja, tunavyosema kwamba anatumia dawa vizuri ni mfuasi mzuri wa dawa. Manake, anakunywa zile dawa kwa wakati ndeo, kama alivyochagua anakunywa zile dawa kwa dozi sahihi, na huyu mteja anafuatilia matibabu yake kwa maana kwamba anakuja kwenye tarehe zake za kliniki kama alivyopangiwa lakini pia huyu mteja tunaweza tukajiridhisha zaidi tukienda mbali kidogo, mm -hmm. Kitaalamu, kwamba huyu mteja anatumia dawa vizuri na ni mfuasi mzuri wa dawa, tunafanya vipimo, yeah. Na hivi vipimo vina kipindi chake maalum cha kupima. Kwa hiyo inapofika kile kipindi cha kupima, tunafanya vile vipimo, kwa vile vipimo tunavyovisoma sasa, ndio vinatua vinatuonyesha kwamba huyu mteja kweli anatumia dawa vizuri au la, kuna walakini hapo katikati huenda kati, kati kati, labda hanywi kwa wakati, mm -hmm. au hanywi kabisa eh? kwa hiyo vile vipimo pia vinatuongoza sisi kitaalamu kujihakikisha kwamba huyu mteja anakunywa dawa vizuri, kama mshauri alivyosema, kama walivyomsikiliza kipindi kilichopita mm -hmm. kwamba virusi vinafubaa vinakuwa havionekani kwao. Tunategemea huyu mteja, kama virusi vyake havionekani, maana hata kuambukiza inakuwa sio rahisi kwao, anakuwa anaishi maisha ya kawaida kama mtu mwingine wa kawaida mm -hmm. ila tu anakuwa na maambukizi ya virusi hivyo. Huyo ndio mfuasi mzuri, mzuri, wa dawa. Uh, pengine uh, pale inapotokea sasa, mnabaini katika hivyo vipimo, umesema kitaalamu, mkaja mkabaini ya kwamba mnaona badala ya, ya ya kupata matokeo mazuri haya ambayo umeyataja hapo mwishoni mm -hmm. lakini unaona pengine hali inazidi kuzorota kwa huyu mgonjwa, ni hatua gani hasa ninyi uh, watu wa huduma mnakuwa mkizichukua? okay. Yaani, huyu mteja kwanza anapopata vipimo tunamrudisha mapema. Yaani hata kama alikuwa anachukua dawa za muda mrefu huyu, yeah. mteja tutampa dawa za mwezi mmoja tu ili arudi aweze kupata yale majibu yake, na mara tu majibu yanaporudi hata kama ule mwezi mmoja haujaisha, yeah. na huyu mteja majibu yake yanaonyesha kwamba haendelei vizuri, huwa tunawatafuta tunawapigia simu tunawaeleza kwamba majibu yako yamerudi, yako hivi na hivi, kwa hiyo tunakuomba uje ili tuweze kuongea zaidi kuhusiana okay, na haya majibu yako yalivyotoka. Kwa hiyo yule mteja atakuja ataanzia ata mapokezi kama kawaida okay, ataletwa kwa daktari, daktari ataongea naye, lakini daktari atamchukua atampeleka kwa mshauri okay, kwao kwa mshauri kule ataenda kuanza ushauri kuhusiana na unywaji wa dawa lakini pia changamoto zingine ambazo labda aliweza kupitia kwa kipindi hicho, kabla hajapima kimempelekea kupata matokeo ambayo sio mazuri ya ya, ya virusi. Kwa hiyo kule kwa mshauri sasa, mshauri yeye ataenda kwa wigo wake mpana zaidi, atagusa afya, atagusa jamii, atagusa maisha yake binafsi mpaka watakapopata sasa, pale mshauri sasa watagundua changamoto kwamba huyu mteja kumbe ana changamoto moja mbili tatu ambazo zimempelekea sasa haendelee vizuri. Mm. Kwa sasa watatengeneza plani yeye na mshauri. Tufanyie yeye. Ambayo yes. Mm. Kwa ambayo sasa ataenda kuanza kuifanyia kazi ile plani kwa miezi mitatu. Mm-hmm. Na hiyo miezi mitatu sio kwamba akienda atarudi baada ya miezi mitatu hapana. Yeah. Atakuwa kila mwezi anakuja. Akija anaenda tena kwa mshauri, wanapitia mazungumzo yao, kama kuna changamoto mpya wata watajadiliana tena watarejea wale waongea nyuma. mm. Ataondoka, atarudi tena mwezi wa pili, atarudi tena mwezi wa tatu. Kwa hiyo mwezi wa nne sasa anapokuja sasa tutapima tena, tuangalie, je, ule ushauri alioongea, zile changamoto tulizozi tulizozibaini amezifanyia kazi sasa, tunapima tuone, je, matokeo yetu yatakuwaje ya then mm. Sasa tutaangalia matokeo, kama vimeshuka Tutampongeza mteja wetu na tutamsisitiza aendelee kutumia dawa zake vizuri kama tulivyoongea mwanzo, lakini kama bado matokeo yatakuwa sio mazuri, tutaendelea kutafuta changamoto pia ni nini. Yes. Mm -hmm. Na inapobainika sasa hiyo hapo kwenye kwenye usugu kwamba pengine dawa inaleta usugu na ndio dawa pengine ndio maisha ya huyu mtu kwamba anatakiwa watumie tu aendelee kutumia. Mm -hmm. Pengine kuna, kuna mbadala <coughs> ni dawa nyingine mbadala ama nini wataalamu wa afya mnakuwa mkifanya hivi? Okay. Kwa hizi dawa tunatoa kulingana na mwongozo wa Wizara ya Afya, kuna dawa za mstari wa kwanza, dawa za mstari wa pili na dawa za mstari wa tatu. Kwa mteja anapokuja kwa mara ya kwanza anagundulika tunaanza na dawa za mstari wa kwanza, mm-hmm. k kwa ataendelea kunywa akiendelea na ushauri na nini, lakini inapogundulika kwamba hizi dawa za mstari wa kwanza zimefeli, zinaleta labda usugu, kwa tunakaa kama kama timu tunajadiliana, huyu mteja ametengeneza usugu kwenye dawa, kwa hiyo tunafanyaje? Na tunapojadiliana hivyo, tunajadiliana wataalamu, lakini pia na mteja. Inafika wakati lazima tumuite na yeye tuongee naye na yeye tumsikilize, tujiridhishe kwa sababu huwezi kumbadilisha mteja ukampeleka kwenye dawa za mstari wa pili, yeah. Lakini kumbe changamoto ni zake tu kwamba alikuwa atumii dawa vizuri. mm. -hmm. Kwa tukimpeleka hata hizi dawa za mstari wa pili anaweza akawa tena hatumii tena vizuri, mwisho wa siku na zenyewe zikatengeneza usu, umeona? mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo tunaongea na mteja na yeye tunajiridhisha, tukishajiridhisha vizuri, basi mteja tunamhamishia kwenye dawa za mstari wa pili ambazo wengi wana, wanaenda vizuri. mm. -hmm. E, wengi wanaenda vizuri pale pale pale, ah, wanakwenda vizuri pale tu wanapohamishwa, alafu wanakwenda katika. Yes. Kama tatizo ni usugu wa dawa izi alizokuwa anazitumia, na hiyo pia unakuwa na kuna kuna ushirikishwaji kati ya, ya mgonjwa mwenyewe mwenye tatizo na na nyinyi wataalamu wa afya mnakuwa mnamshirikisha? Ndio, lazima ushirikishe, kwa sababu mtumiaji wa dawa ni yeye, kwa hiyo yeah, yeah, yeah. lazima mm. aelewe kila kitu kinachokwenda kuendelea mm. ili aweze kwenda vizuri kwa utumiaji wa hizo dawa ambazo mm. anaenda kutumia mm. Na, kuna mengi sana hapo katika utumiaji wa dawa lakini na hofia pia sitaki tukuache kimya muda mrefu, uh, nikigeukia kwako uh, muuguzi mtaalamu wa tiba shufa, shufa. Lengo hasa la tiba hizi shufa, vingine, kwa hao wenye uh, changamoto za afya hiyo, changa, lengo hasa ni ipi? Asante, ndugu mtangazaji, lengo la tiba shufaa ni kwamba sisi tunataka mgonjwa wetu kumpatia matibabu sahihi hmm. ya maumivu na dalili za ugonjwa mgonjwa ujue, sikuwa anakuwa na virusi tu, sio kwamba ndio magonjwa mengine hapati mm. yale nyemelezi melezi ambayo daktari aliyetangulia aliongelea. Kwa hiyo inawezekana mgonjwa anaweza akawa na virusi vya UKIMWI, lakini pia na changamoto nyingine, labda pressure, kisukari, labda hata kansa mm. kwa hiyo unajikuta na mambo mengi ambayo yamemsibu yame kwa hiyo sisi lengo letu ni kumpatia matibabu sahihi ya maumivu na dalili za ugonjwa alizokuwa nazo kwa kipindi hicho. Kama watumii mm -hmm. dawa vizuri, kwenye ufuasi wa dawa, tunamwangalia kimwili, kisaikolojia so, yeah. kijamii na kiroho. Kwa hiyo pia ni tunaboresha maisha ya mgonjwa maisha yake ya bure. Kama alikuwa amezoofika, alikuwa amekata tamaa, alikuwa analaumu laumu labda maisha yake yaliyoyaishi, jamii inamnyosha vidole kwao, lazima sisi sasa hapo tumsaidie kumpatia kumboreshea maisha yake, kwa sababu mgonjwa wetu ana thamani mpaka maisha yake ya mwisho. Lakini pia tunazuia na kupunguza maudhi na tabu mbalimbali za dawa aaazmadawa kiamaaya ni mazi ya dawa. Haya ni madhara ya, ya dawa okay. Tiba shufa ambao ni wanakaa kwa muda mrefu ambao ni kuja kusendeka kuja hospitalini kila siku hawezi pia inawezekana suala la kiuchumi mm, ina kaingia mm hapo, -hmm. lakini pia kwa sababu ni mgonjwa wa mgonjwa wa kudumu, hawezi kulala hospitalini muda mrefu. Kwa hiyo akihudumiwa kwenye jamii, pia inakuwa nafuta kwa ile familia, kwa sababu watampikia mgonjwa wao kwa wakati, watamona kwa wakati, wa wakati watapiana zamu kwa wakati, lakini ikiwa hospitalini gharama zinakuwa kubwa na hata ile kwamba kwenda kila siku na nini gharama inaongezeka mm -hmm. Kwa hiyo anapata huduma bora akiwa nyumbani kwenye familia, familia wanapeana pia nafasi ya kubadilishana katika kumhudumia tofauti na akiwa hospitali. Lakini pia tunatoa msaada kwa wanafamilia kipindi cha maombolezo, ndio tumetembea kwenye safari yake ya maisha. Tumesema pale anapogundulika na ugonjwa, wakati wa ugonjwa, hata wakati baada ya kifo mm -hmm. kama ni baba amefariki, alikuwa ni mteja wetu, tunajua kule nyuma yake kuna watoto wanamtegemea, je mm -hmm. wamewaachaje lazima tufuatilie kwenye jamii, wa ustawi wa jamii. Mm -hmm. Zetu pale zinapoingia mtu wa ustawi wa jamii, kwa sababu huduma zetu tunatoa, nimesema kwenye nyumba moja mm -hmm. kwamba kuna daktari, kuna mtu wa ustawi wa jamii, kuna baba cheza, kuna mama cheza, kuna wataalamu wa lishe na masuala yote ya ukatili wa kijinsia, kwa sababu kuna pindi, kuna shida yote, tunatumia ule mlolongo wetu wa kurufu wa rufaa. Kwa hiyo mgonjwa wetu huyu sasa tunahakisha kwamba wana familia pia, hata mgonjwa atakapopata msiba watoto wale tusiwaache tuendelee kuwasapoti. Kama alikuwa ni baba anatumia dawa, pia tufuatilie pale nyumbani, au ni mama. Wale wengine wamepimwa <coughs> wanafahamu afya zao ili wasiingie pia kwenye magonjwa haya mengine akashindwa kuendelea katika maisha yake. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba hii familia tunaiacha katika ubora wake. Hiyo ndio lengo letu kuu la huduma ya tiba shufa. Tiba shufa. Naam. Ah, muda umekuwa si rafiki kwetu, lakini mara hii nafikiri kwa muda mchache pia tuzungumzie tunapoelekea siku yenu maalum, eh, Pasada Day. Na namna ambavyo wale ambao wameguswa maisha yao na utendaji um, uliotukuka kiukweli ambao ninyi, um, mnaofanya katika kugusa maisha yao gani basi wataunga nguvu hii ambayo e, inatolewa chini ya mwamvuli wa Kanisa Katoliki ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, yote kwa yote kuhakikisha kwamba basi e, nanyi pia mnashikwa mkono katika eneo hilo, kwa sababu najua tunatoa na hudumia watu, lakini e, mambo mengine lazima yaende, lakini tumesahau pia kidogo kuigusia kauli mbiu <laughs> kauli mbiu hii ya kuelekea siku hiyo e, maalum, siku yenu ya Pasada ambayo inatoka katika kile kitabu cha Injili ya Matayo e, Matayo hii 25 mstari ule wa 35 hadi 36 mstari ambao unasema, kwa maana nilikuja, nilikuwa na njaa mkanipa chakula, na mengi hapa naendelea, lakini mwisho wake ni pale itakapofika uh, 36 na kauli mbiu hiyo ambayo mnatembea nayo. Sasa pengine kwa mtazamaji hawezi kufahamu baba, namna ambavyo anaweza akaunga akaunga juhudi hizi ambazo mnazifanya kuhakikisha kwamba huduma hii ambazo mnazitoa Pasada ziendelee kutolewa siku hadi siku. Okay na, asante sana na kulingana na yote tuliyo yaongea, mm -hmm. tumeona huduma na changamoto mbalimbali ambazo mbali mbali tunapitia. Kwa hiyo sasa ombi letu tu sisi kwa waumini wenzetu mm -hmm. wadau wa, wa maendeleo watakaoguswa na na na hizi huduma zetu mm -hmm. kama kauli mbiu yetu ilivyosema mm -hmm. nilikuwa na njaa ukanilisha mm -hmm. nilikuwa uchi ukanivisha mm -hmm. nilikuwa na kiu ukaninywesha mm -hmm. kwa hiyo sasa tutaunganaje ili kuenda kwenye kwenye kaulimbiu yetu mm -hmm. basi watusapoti kwa, kwa kupitia benki ya Mkombozi ambayo jina la akaunti ni Pasada na namba ya akaunti ni sifuri moja mbili mbili moja sifuri ishirini na nne tisa tano tisa sifuri moja. Na um, mtazamaji, kwa nambari hiyo ya akaunti ya benki ya biashara Mkombozi, basi unaweza ukaweka chochote kitu ili kuhakikisha kwamba basi utume ambao unafanywa na Pasada uendelee kuwafikia watu wengi zaidi, sababu wanayofanya ni mengi e, lakini kuna, kuna, kuna, kuna baadhi ya huduma ndio kama hivyo, hasa huduma kubwa hizi ambazo nimesema ni ki hazina gharama yoyote, japo kuna, kuna nyingine zo chache tu za kimaabara za kidini kwa kwa mapana ni kwamba huduma hizi ambazo zinakuwa mkizitoa nyingi mnatoa bure kabisa. Kwa hiyo kwa kuwezesha basi naamini ya kwamba huduma hizi zitawafikia watu wengi zaidi. Daktari mimi nikushukuru. Asante sana, sana, sana, lakini pia nikushukuru muuguzi. E, ee, nikushukuru pia kwa kuwa pamoja naye siku hii ya leo hapa Pasada, lakini kwa hayo yote ambayo tumeyazungumza hapa basi tuwatakie heri na baraka kuifikia siku hiyo ya Pasada na waamini waendelee kuguswa zaidi na zaidi ili huduma yenu basi iendelee kutolewa. Asanteni. Asante, mm. Asante Amin, sana sana. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki maalum. Mimi ni Anet Nyoni, asante sana kwa muda wako, kwa kuwa pamoja nasi hapa katika kipindi hiki, na nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi hivi vinavyoendelea hapa Television Tumaini, ipe nafsi yako tumaini, na nikuage kwa heri kwa sasa.